Vijana wengi tumekuwa tunalia maisha magumu, tunalalamika hali ngumu ya maisha, ila una nini kichwani ni mwako? Ngoja nikuulize swali siku ya leo, kwenye kichwa chako sauti gani inayolia? Sauti inayolia ndio kitu unachotakiwa kukifanya. Sauti inayokupigia makelele kwenye akili yako ndio kitu unachotakiwa kukifanya. Je, ni sauti gani inayolia ndani mwako? Kuna wengine mmekaa mnalalamika, hamna cha kufanya, hamna kazi, lakini kwenye kichwa chako kuna sauti inalia kwamba wewe ni mwimbaji mzuri. Kuna sauti inalia kwamba wewe ni mwigizaji mzuri. Kuna sauti inalia kwamba wewe ni mfanyabiashara wa kitu fulani mzuri sana. Hizo idea na idea kibao, nini kinalia kwenye kichwa chako? Nini kinalia kwenye ubongo wako? Ukipita makaburini, kuna ndoto nyingi sana zimezikwa. Yani, kuna watu wengi wamekufa na mawazo yao ya kitajiri yamezikwa pale kwenye udongo. Ndugu yangu, na unataka ukazikwe na wazo lako? Fanyia kazi wazo lako. Kitu kinacholia kwenye akili yako, kitu kinacholia kwenye ubongo wako, ndio kitu unachotakiwa kuanza nacho na ndio kitu kitakacho kufanikisha. Isikilize sauti kwenye ubongo wako inasemaje. Inataka ufanye nini? Acha uoga, wengi mnaponzwa na uoga. Kitu kinacholia ndicho kinachokutoa kwenye maisha Usiangalie wenzako wanafanya nini, angalia kwenye akili yako nini kinachokwambia ufanye. Lazima kuna kitu kinalia kwenye akili yako. Ukisoma kwenye maandiko matakatifu, wakati wafilisti wanapigana na wa, na waisraeli, wafilisti walikuwa wameshashinda kwa asilimia tisini na tisa, wanajeshi wote waisraeli walikuwa wanaogopa, lakini Daudi akiwa kijana mdogo, sauti lilia kwenye ubongo wake kwamba unaweza ukalipiga ili jitu, alifanyia kazi na alifanikiwa. Nini kinalia kwenye ubongo wako? Kifanyie kazi kinacholia. Acha kulalamika, acha kumlaumu Mungu, acha kulaumu serikali. Nini kinalia kwenye ubongo wako? Kifanyie kazi. Bye.